Seme kwamba tunakusanyika hapa leo tukiwa tumekuja kumwaga na kutoa heshima za mwisho kwa kipenzi chetu, ndugu yetu na rafiki yetu Mhandisi Gissima Boniface Nyamuhanga. Gissima Nyamuhanga alijenga taasisi imara sana ya TANESCO. Aliwaweka pamoja wafanyakazi wa TANESCO, walijiona wote wako sawa mbele yake. Alikuwa baba, alikuwa msimamizi wa taasisi anayejari sana kila mmoja kuwa na furaha mahali pa kazi, na mara nyingi alivyokuja kwangu aliniambia, mheshimiwa waziri, tutafanya vizuri. Kwa takriban miaka miwili tumekuwa tukifanya kazi na mhandisi Gissima Nyamohanga, na kwa kweli katika kipindi hiki lipo jambo moja ambalo nimejifunza kwa maisha ya mhandisi Gissima wakati mbalimbali waga tunasiwa kwamba tuishi kwa kuacha alama, lakini vilevile tunaambiwa tuishi kwa kuacha alama ili tunapoondoka wale wanaobaki nyuma yetu waweze kupata hadithi nzuri za kusimulia. Ndugu Gissima tulianza kufahamiana tukiwa sekondari, mimi nikiwa form 6 yeye alikuja form 5. Kwa hiyo nilimpokea sekondari ya Kibaha na baada ya hapo tukawa wote chuo kikuu cha Dar es Salaam tukisoma wote shahada ya uhandisi wa umeme. Kwa hiyo ni mtu ambaye namfahamu sana, lakini naweza kusema neno moja tu, alikuwa mtumishi anayejituma, mtumishi asiye na makuu, ambaye focus yake ni kutekeleza wajibu wake. Binadamu wote tuko sawa, lakini yapo mambo ambayo yanatutofautisha. Moja ya jambo kubwa ambalo mimi binafsi nililiona kwake ni unyenyekevu. Lakini pia kufanya kazi kwa kuamini katika taaluma yake. Lakini alipokuwa akiona pia taaluma yake inapungukiwa na taaluma ya pembeni, anaenda kusoma taaluma nyingine. Shijale.